Hello once again. Bana, niko na taarifa hapa kutokea kule nchini Thailand ambako sasa mamia ya nyani ambao wameweza kuonekana wakizagaa sana mitaani e, katika mji wa Thailand. Sasa hu, e, hali hiyo pia imeweza kuzua taharuki lakini pia na hisia za mseto e, kutoka kwa wakazi wanaokaa e, katika mji huo katika maeneo kama ya e, Lopburi, e, jijini hilo. Sasa ni jiji ambalo e, linajulikana kwa idadi kubwa sana ya nyani. Wanyama hao wamekuwa wakitembea kwa makundi barabarani lakini pia wakiweza kuvamia maduka e, na magari huku wakitafuta chakula. Sasa kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, yaani hawa wamezidiwa e, kuwa jasiri, lakini ni kwamba tunaweza kusema kwamba ni wamekuwa ni jasiri kuweza kupitiliza, na hii ni kutokana na utegemezi wao wa chakula e, wanachopewa na binadamu hasa watalii lakini pia kuweza kupungua kwa idadi ya watalii katika baadhi ya vipindi kumechangia nyani hao kuweza kuingia eh, kwa wingi zaidi katika maeneo ya mjini kuweza kutafuta chakula eh, kwa nguvu. Sasa maafisa wa wanyamapori pia nchini humo wanasema kuwa wanaendelea kutafuta njia bora kabisa ya kuweza kudhibiti hali hiyo bila kuwaumiza e, hao nyani wala bila kuweza kuwapiga, huku wakihimiza kwamba wananchi kuto kuendelea kuweza kuwashikilia, lakini pia kuweza kuwapiga na kuweza kuwashikilia kwa kiolela au kuweza kuwafukuza kiolela, kwa kwa sababu wananchi wengine wengi wameonekana kwamba wakiendelea kuwafukuza kwa, kwa kuwapiga kwa na kwa, kwa kuwafanyia vitu vibaya. So e, mamlaka ya utalii kutokea huko nchini Thailand pia e, imeonekana kuonyesha kwa kwamba e, kuna njia ambayo itatumika ili kuweza kuwakusanya nyani hao na vitu vingine viweze kuendelea sababu tu ni kwamba watalii wameshazoea kuwalisha vyakula vya aina tofauti tofauti tofauti. Sasa wameweza kuingia mjini kwa sababu imeonekana kwamba eh, mji huo kuweza kukosa watalii kwa muda mrefu. Sisi kama Sawasawa Digital tukupa updates zote kuhusiana na masuala mazima ambayo yanakuwa yanatokea. Endelea kutufuatilia. Chao.